wa mkoa wa Mbeya Mungu akubariki sana kwa kutujali. Mungu akusilishie. Mheshimiwa mgeni rasmi wa leo yoyote, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kuanzia kufika kwenye kongamano la wanawake lioandaliwa na soko angano. Tunatoka umeacha shughuli zako zote nyingi za kiofisi na kuja kujumuika pamoja nasi, kwa pamoja tunasema asante sana.

elfu mbili na ishirini na tatu. Taasisi hii imepata usajili wa serikali chini ya halmashauri ya mji wa Tunduma na kupewa usajili na baadhi ya watu tutakusoma. Makao makuu ya taasisi hii ya mkoani Songwe katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Taasisi ina taratibu na ina jumla watu wa nne tu. Unaweza kuwasiliana na spika na baadhi, pia unaweza kuona baadhi ya matukio au shughuli zetu kwenye akaunti na mitandao mbalimbali. Mazumuni ya yeah. Yeah, taasisi hii yeah. Ilianzisha kwa lengo la kuandaa mapasha na kuwaleta wanawake pamoja <muchana> kidini <muchana> zaidi kiuchumi yeah. Kisiasa, magongamano mbalimbali yanayolenga kuwezesha mwanamke ya Tanzania hanakombole kiuchumi pamoja, pamoja na kimani <muchana> kiafya na kijamii kwa ujumla. Baadhi ya magongamano ambayo tunaweza kuyafanya. Malengo yetu kuandaa makongamano. tunatumaini hii kwa wakati tutafanyia hapa, Mungu akipenda, tutawafuta wenzetu wa Mbozi ambao ni watu wa vao kwa mariki, kutoa msaada kwa wahitaji wa shule katika mazingira magumu, kama ulivyoona kwenye display za TV, tunaenda kuwaona watoto. Sadaka zetu nyingi za hao mama zinafanyika kuwaona watoto wanaishi katika mazingira magumu, sio kwa

kuwawezesha kifedha kwenye shughuli binafsi wa wanawake. Mfano, hapa tuna makampuni ya fedha kama NMB ambao wamekuwa ni wafadhili wetu na makampuni mengine pia. Tunatamani sana tuendelee kushiriki kuwawezesha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, tupate ofisi na tuwe na mtaji, kwa sababu kwa Mbeu sisi kama wanawake ambao tuko wa nne tunashika tuna, tuna, tuna huku tunashika huku lakini Mungu, tunatamani tuwe eh, na ela iliyokaa benki ambayo mwisho wa siku ile ofisi itakuwa inatusaidia, na tunatamani kama tungepata kianzio cha shilingi milioni kumi kwa ajili ya kuwezesha kupata ofisi nzuri na kutoa sadaka kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mwisho, kwa kupitia kongamano hili na sadaka za hawa mama, tumeweza kutoa sadaka kwa watoto mbalimbali kwa kuwanunulia baadhi ya nguo za shule na vitu mbalimbali kwa shilingi milioni mbili laki tano. Mungu abariki wa sana wakina mama, mzidishie pale kutoa. Karibu sana, karibuni sana. <coughs> <coughs>

Ni, namshukuru Mungu sana kwa nafasi hii hmm, na tulikuwa watu wapo wakati tunaingia na ndugu yangu Chris Mauki, watu wanachoka sana, pole na wakati tuko kwenye ndege, unaelewa sisi tuliokuwa nimekaa mimi katika kuangalia pembeni

uaamoja tulikuwa kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi kwa sababu anayo majukumu mengine na sisi tutaendelea sana leo hapa. Kwa hiyo ni heshima yangu kumkaribisha mheshimiwa mgeni rasmi, na hatuwezi kumkaribisha mgeni rasmi mheshimiwa mgeni mengi m umekaa kwenye kiti, naomba ndani kwa heshima ya mheshimiwa mgeni rasmi kuja

na washukuru, wakati nasoma ile ratiba nikauliza mgaya Masanja, huyu atakwepo kweli wewe sasa? Akaniambia niko mwona, nikasema eh, kwa katika mtu wa kumshukuru hapa ni Bishop Mgaya, nacha kanisa kule nikuja kuona omea, hayatoshi manai anagana kabisa kwa kwa kwa Dr. Mauti. Dr. Mauti na vigelegele vingi, asante lakini tunaye naye kumpigia makofi mengi sana. Mimi nimeamua niseme hayo, akimwacha mwenyekiti wangu wa sisiem wa wilaya, yeye iko kwenye itifaki

toa ushuhuda masaja ya magazi yenu yale yatafungwa yakapataamia Mbeya. Mimi sijawahi tokea kwenye familia ya eneo lolote ambayo uwahi kuwa na hela simu yenyeo, mama yangu alinipakiza treni pale TAZARA akanifungia ugali na kuku, nafikiri nakumbuka ilikuwa elfu mbili na mbili, nayakawa naelekea Dar es Salaam. Miaka ishirini ya kukaa Dar es Salaam nimeweza kumiliki shule tatu, nimeweza kuwa na cheo cha kitaifa, na sasa ni mwekezaji mkoa wa Mbeya na Tanzania nzima. Kwa hiyo kwa njia hii tunaweza na baba alikuwa mlinzi wa sokoni, baba alikuwa ni mama tili, sio mama tili wa sasa ni mnaweka mpaka pipi, mama tili wa kuuza eh, ngombe na mkopo yule mama ntilie aliamini kwamba yupo mtoto wake mmoja kati ya watoto nane aliowazaa anaweza akawa sehemu ya kuukombozi wa familia yake.

Nakuja, nakuja lakini nijiuliza maswali mawili, alafu kanwa ukasema ku kuna wazazi yaani hapo ndio kasema sasa, basi amebaliza, yani la pili, mimi ni mzazi, nikasema sasa, kama mimi huyu ni mteja wangu na ameandaa jambo, basi inabidi niile akikasiiniende nikamtumikie huyu ambaye ananiweka mzigo kidogo kwa hiyo hapa wapo wazazi wanasomesha watoto farada iie, ninawashukuru sana watu wa Kigoma na watu wa Songwe, asilimia kubwa matanja na, na mauto wateja wangu, wangu wukweli, shumwema, rito, songo, semu, wa nguvu na ukweli ambao hawajibitiji madeni wanatoka Kigoma na wanatoka Songwe. Kwa walivyoniambia nenda Songwe takutana na kina mama, nikasema ukikataa wito wa kina mama yatakiwa kupita kusijuka mlaungu Ukitaka mambo ya kualigizia gombana na mwanamke <laughs> sisi kwenye siasa kule mwenyekiti wongu, ukisaka mambo ya gombana na mwanamke, na ukitaka mambo ya kunyokea na mimi, kwa mii kwalili alimnyokea kwa koambea Ameweza Ame? Ameweza na Masanja anajua wake. Masanja ni balozi, anafahamu ni balozi wa ngazi. Kila mahala nimekuona pale hospitali ya Songwe inajengwa ya kitata <laughs> Kwa tunaenda miaka minne ya Dokta Samia. Ninaomba kina mama Tanzania nzima, kisha wanawake tunamuunga mwanamke mwenzetu kwa nguvu zote anakwenda Ikuru, akaende akaongoze nchi tena kwa miaka mitano ili tuweze kufanya kazi nzuri ya kuitunza nchi yetu. Nani kama mama? Mmeimba wenyewe hapa, mama ana huruma, mama na na huruma kwao. Nitaka naye niwatumie salamu, ingekuwa ni vibaya